Hii taarifa ni ya muhimu sana kwa ajili ya jamii kutokana na tatizo hilo, na hii hasa ndio ambao ni chombo tunachokitegemea kuhakikisha tunafikisha habari kwa wananchi. Ukweli ni kwamba wananchi wengi hawajui ndugu zao wako wapi. Kwa hiyo tumetoa idadi, lakini pia nina thamani mwende mbele kama tunaweza hata tukawapatia kwa, kwa mfano tuna majina yako kwenye kesi, tunaweza tukawapatia, au wengine mnayo, basi mtafute namna hata mniandike, watu wanaweza waka wakapata taarifa vizuri. Mm -hmm. Lakini pia pale inapostahili kupigia sa sauti au kulalamikia kitu kulalamikie ni kuwepo wakati e, watumia wale wanaletwa mahakamani na mmeona watu wamekuja wengine <coughs> kisasi Yaani, mtu ana zaidi ya siku tano akiwa maabusu na risasi ikiwa kwenye mguu wake, kiasi kwamba mguu unataka kuoza. Wengine amekuja amechomwa na sijui ni kitu gani, sijui ni mafuta, sijui ni nini, lakini hajapata matibabu ya aina yoyote. Na mbaya zaidi nguo zake zimechana kwa vile vidonda vimezidi. Na kuna watu kama alivyosema wiandioasa amekuja amevaa boa na sin huyu mtu kwanza, kwa akili ya haraka unapata picha kwamba inawezekana hata alikuwa amelala kitandani. Hiyo ni picha ya kwanza. Lakini cha pili, unamwekaje mtu mahabusu kwa zaidi ya siku tano akiwa hivyo? na niombe pia auum na mahakama hmm zetu sijali utu apale mtu anapoleta akiwa katika mazingira kama singira, makamini, boxa, na lafkili akupaswa hata kupokelewa, ili iwe fundisho kwa wale watu ambao wanawakamata watu na kuwaleta katika mazingira kama unametaja, mtu mahakamani akiwa na na na na boksa akiwa na simu. Kwa ninaomba lakini niruhusu sasa nijibu ni, na, na nianze la mwisho mpaka la kwa kwanza, ikianzia kwako kwa kwa... John, kwa swali lako kwamba eh, kuna watu ambao wameuliwa, lakini walikuwa majumbani, kwa maana kwa kwa kwa ya kwamba yeye ana ushaji wake ni ile kwamba kuna baadhi ya na nini zimeonyesha watu wa, kuwa majumbani kwao kwa gine kuna risasi ambazo zimeiliwa Kamau. Sasa, kwa kujibu hilo e, kwanza niseme sisi kama chama na kama mawakili wa TLS, baada ya kutokea kwa tukio hili liliyotokea, chama kilitangaza na kikatoa namba ambazo watu wameruhusiwa kutuma ushahidi wa matukio mbalimbali, na kwa lugha nyepesi chama kinaendelea na kuchakata. Tumekuja hapa kwanza kama kama hatua ya awali, kwa sababu unapokuwa na tatizo yapo mambo ambayo lazima unashughulikia haraka, lakini mambo, yapo mambo ambayo unaenda taratibu kwa sababu yanahitaji umakini, yanahitaji ushahidi na yanahitaji kuchakata. Sasa swala la kwa mfano watu ambao bado wako maabusu swala la, la, la watu ambao wamesomewa mashtaka wako magereza, swala la afya zao ni swala ambalo linahitaji uharaka. Ndio maana sisi kama chama cha makini tumejitolea kwamba lazima tushughulikie kwanza hili swala, na baada ya hapo ndio tutakuja kwenye swala kama kuna familia ambazo zimeleta ushahidi na zimeeleza kwamba ndugu zao walikuwa nyumbani lakini yameuliwa tena kwa risasi ya moto. Na ushahidi ukiwepo hiyo tutachakata na tutakuja kutolea taarifa mbeleni hatua zipi tutachukua na kama watu wanaweza kwenda mahakamani watu wengi. Kweli kwamba kwa, kwa uhai wa mtu hauna namna unaweza ukaurudisha, lakini pia hakuna chochote ambacho unaweza kukau kukau kukau kukau kukau kukau kukau kukau Na walau wapate chochote kuonyesha kwamba eh, kuna watu wanatakiwa kuadhibiwa. Kwa hiyo sio tu benefit, lakini pia hata wale waliofanya hivi, kwa sababu sisi ndani ya nchi wote tuko chini ya sheria na hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Kwa hiyo, si polisi au mtu yeyote ndani ya nchi hii anaweza kufanya kitu ambacho kinakatazwa kwa mujibu wa sheria. Na pia itakuwa nikija kwenye swali la pili juu ya uwajibishwa, lakini limeingana na na watatu na kwa mantiki hiyo, eh, majibu ni yale yale kwamba kwa sasa kitu ambacho tunakiangalia sana ilikuwa ni kulingi na i kumbuka, wengi waliokamata, ukweli ni kwamba hata kwa kuwaangalia ni miaka kati ya kumi na tano kumi na sita kumi na saba mpaka ishirini na tano hawa watu wengine ni wanafunzi, hawa watu wengine ndio wamemaliza shule wako mtaani, hawa watu wengine ndio wale vijana ambao walikuwa wanatuoshea eh, magari kwenye, kwenye, kwenye sehemu za, za barabara. Sasa hivi wengi ukiangalia hatuwaone wako kitu watbana tujue baada ya tukio wale watu wa kwa, wale, kwa sababu kumbukeni sisi wengine tulikuwa tuna sehemu ya kujihifadhi, wale wanalala kwenye Kituo, da, da. Sasa kwenye ile lockdown, ile lockdown hawa watoto walienda wa yenda, wali. na usalama wao uko lakini pia sasa iwe lai pia kwa vyombo vinavyohusika na ulinzi na usalama vitoke e, vituambie hawa watu. Sasa kitu cha muhimu tu e, kwenye swala la, la, ambalo swali la pili ambalo husema kuna wengine bidii zao waonwwawwaon hivi. Niseme kitu kimoja hapo kwamba e, sisi kwa mfano ni taasisi tumejitokeza kwenye jamii kutoa msaada au kutoa kile ambacho sisi kama e, chama tunatakiwa kukifanya kwa jamii kama wajibu wetu, sehemu ya obligation yetu. Ninatamani kuona pia taasisi nyingine ambazo zina wajibu kuhakikisha zinatoka. Kwa mfano unatamani kuona hospitali e, watu wanaohusika hasa wizara au mahospitali natoke watuambie, na kwa kibidi waweke orodha ya watu ambao walienda, e, walipokelewa kama maiti na kadhalika e, au walitibiwa e, pale, ili ndugu na jamii iweze kujua ukweli, lakini pia vyombo vya e, ulinzi na usalama vijitokeze vituambie, wanajua vifo vingapi, na kama kama hakuna vifo watwambie, kuliko kukaa kuliko kukaa kimya. Watuambie kuna vifo vingapi, na kama hakuna waseme hakuna vifo, na kama kuna kuna wanasema kuna, kuna, kuna, kuna picha e, zinazoonekana sio wakuthibitishie kwamba hizo ni za matukio yani, ili tuweze kusema kweli kwa hili tukio ilitokea Njombe mwaka fulani. Kwa hiyo kweli sio, na tarehe ishirini na tisa thelathini na kuendelea, nafikiri itakuwa nzuri kuliko kusema ku generalize kwa, kwa mtu tu kusema kwamba hizi hey, picha hazifanani na tukio <laughs> nikija kwenye swali la kwanza kwamba umeuliza mwandishi kwamba unachoona watu wamechoma moto, watu wamefanya vurugu, wai imekuwa uhaini. Je, unaona kuna kosa kweli la uhaini? Lakini eh, ni kujibu tu kwa mantiki na muktadha wa kikao chetu hapa na nyinyi waandishi, hatukuja kutaka kupapanua juu eh, ya masuala ya endawa nakosa aliko sahihi au aliko sahihi. Sisi tumekuja kwa nia kutaka kuweza kwamba nia ya dhati ni wajibu wetu kuhakikisha tunatoa msaada wa kisheria. Kwa hiyo kwenye weza ni uhaini kweli, nafikiri ni mchakato wa kimahakama, na kwa sababu kesi nyingi zimesha funguliwa, eh, nafikiri hilo litajibiwa tutakapokuwa